Jambo kwa mara nyingine, na nikukaribishe tena kuifuatilia Dems Media. Lakini kama wewe ni mwanafamilia wetu, niseme asante sana kwa kuendelea kuifuatilia Dems Media, na kama bado hujajiunga na familia hii ya maelfu ya watu, basi ni kuombe usubscribe channel hii ili uwe mwanafamilia wetu, usipitwe na chochote. Moja kwa moja tuangazie huko katika nchi ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, ambako huko tarafani Fizi, mjini Baraka, vijana wa kizalendo wamepokea msaada kutoka katika kundi la Wabondo huko Marekani linaloongozwa na kijana Marekani ambaye ameungana na vijana wengine kwa ajili ya kutoa msaada huo vyakula, ambao moja, moja kwa moja amepelekwa huko katika kundi la wazalendo mjini Baraka. Sasa tutaungana moja kwa moja na ripota wetu kutokea huko Baraka, ambaye atakuja kutuelezea yote ambayo yamejiri, pamoja na namna gani ambavyo muhusika aliyepokea msaada huo kwa sababu ya kupeleka sehemu husika, hata yazungumza na kila ambacho ataongea kuhusiana na msaada huu ambao wamepokea kutoka kwa vijana wa Bondo ambao wapo huko Marekani wanaongozwa na kijana Marekani. Hebu tuwasikilize na tuone kile ambacho kimejiri huko Baraka. Kama bado huja subscribe, nikuombe usubscribe na tuendelee kwa pamoja. Karibu ndugu mtazamaji wa DSTV, kiliyojiri leo mjini Baraka. Shirika la Fizi Flavor Talent limepokea chakula kutoka kwa umoja wa vijana huko Marekani, ambayo imeongozwa na kijana wetu Abedi Lubembela. Walitoa msaada ili iweze kuwafikia wale wapiganaji wa wazalendo ambao wako ndani ya mapambano huko katika teritwari ya Uvira na Mwinga. Hebu tusikilize kiongozi Ntasema kwamba mimi naitwa kwa jina la Deni Mwenevato, niko kiongozi katika SPCC wana William amuri ya kutundu. Kwa hiyo nitasema ya kwamba ni shukurani sana kwa mzigo ambao tumeupokea kutoka kwa wandugu zetu wenye kuwa na umoja huko Marekani, nkipitia kwa ndugu anzuruni hapa Baraka ndio tumepokea mzigo. Mimi kama vile mmoja wa SNPCC nimeupokea kama vile mmoja mwenye anapokeaka mizigo hapa Baraka, nikiwa delegue charge na agriculture peche et elevage. Sisi tumebaki hapa Baraka kwa ajili ya kuunganisha mambo ya kutoka huko kwenye fro kwenye mzee yupo huko sehemu za Uvira pale Kabunambo ndo kwenye mzee anapatikana kwa muda huu, na huu mzigo ambao tunaupokea hapa moja kwa moja unaelekea Kabunambo na mwingine unabaki hapa Baraka kwa ajili ya vijana ambao tuko nao hapa kwenye kaya yepe yepe ndo inaangalia ina, mambo yote maaskari wenyewe wanapatikana hapa Baraka na sehemu zingine. Ndo hivyo mambo ambayo tunaweza kuyazungumza kama vile wanamemba wa SNPCC wanamemba wa chama cha parke fal ni mimi nilikwenda kupokea mzigo kama ifuatavyo: nilipata saki makumi tano na moja za unga wa mahindi. Ndio huu hapa tumeupanga, hii ni depo na mizigo sehemu fulani fulani. Nimepokea mzigo kutoka kwenye mikono ya ndugu Anzuruni, hizo saki makumi tano na moja, kisha nikapokea saki nne za maharagi za kilo mia moja mia moja nikapokea saki mbili za mchele za kilo mia moja mia moja ndo hizi hapa, na nikapokea dumu tatu za mafuta ya, ya oki, ndo hizi hapa. Ndo mzigo ambao tumeupokea na saki tano za chumvi ambazo ziko pale sehemu ile. Saki tano za chumvi za kilo ishirini na tano ishirini na tano ndio mizigo ambayo tumepokea kutoka kwenye kwa ndugu zetu huko Marekani. Na kwa hiyo hapa tuko kwenye depo, ndio tumetia hii chakula, ni moja katika kualishiasnpesc ma hii depo tuko, tunapokea mizigo mingi, tuna viatu magudio ndo hizi hapa ziko hapo. Tumepokea viatu pea mia tatu na ishirini. Tumepokea unga mwingine ambao umetoka sehemu mbalimbali kutoka huko tu sehemu za Marekani, ni wa ndugu nao wanajitolea kwa kufanya hivyo. Tuna mabashi ndo hizi hapa zimetoka kwa huo, kwa hiyo hiyo kundi kutoka Marekani kwa wandugu ambao wako Marekani wanafanya vitu vingi sana na kulingana na kiwango cha watoto ambao wako kwenye fro na waza wako maelfu, wako maelfu. Hizi pia mia tatu hizi, tuna hivi tuna, tuna, tuna, ma, tuna mawazo ya kuzisafirisha kesho na boti. Tutamwona presida wetu wa parke fal kama vile ameachua hapa kwa, ku, kwa kukusanya vitu vyote hivyo na kuvisafirisha kwenye furo. Ndio tunakwenda, tutakwenda kumpa ripoti na gisi atakwenda kusafirisha mzigo huo na kugabulia wengine maaskari ambao wamebaki wame hapa Baraka na sehemu zingine. Na waza ni hiyo tumeipokea na tunashukuru sana, na Mungu azidi kuwapa nguvu awaongezee riziki pale ambapo mambo hayo yametoka Ayaongezee maradufu ili kazi ipate kutendeka. Tunajua pamoja na msaada wenu kazi itafanyika na tutafika kwenye ukomo, na adui atapata kushindwa, adui atapata nafasi, kwa kuwa watoto njaa itaisha, watoto hawata hawataumiwa na miba, watavaa viatu na mambo mengine. Asante sana.